Naam, bwana, mmoja kati ya vitu ambavyo vimewagusa watu wengi sana na kuwaumiza watu wengi sana roho ni hii inshu ya mtoto wa mwanadada na mwanamitindo hapa Tanzania anayefahamika kwa jina la Muna Love. Muna Love bwana amepata mtoto mwingine baada ya mtoto wake wa kwanza kufariki. Nadhani kila mtu atakuwa anamkumbuka Patrick. Patrick alifariki. Sasa huyu hapa ni mtoto mwingine wa Muna, ambapo huyu mtoto bwana Muna, tokea alipompata ni kwamba kuna tabia ambayo alikuwa apendezwi nayo, hususan ni tabia ya mtoto kunyonya vidole, kwa sababu waga vinafanya mtoto awe na mdomo mbaya. Hicho ni kitu ambacho amejifunza recently. Kwa hiyo basi akaamua kuchukua hatua. E, kuhusiana na hilo swala eh, akajitahidi. Kuna kipindi inasemekana kwamba alimpaka pilipili ili tu, akiweka mdomo mdomoni, akiweka kidole mdomoni kinamwasha anaacha. Sasa ili pale ikawa ni shida, kutokana na kwamba mtoto alikuwa analia sana, hususan akijilamba aki mividole. E, unajua watoto wana tabia ya kuweka kidole gumba mdomoni e. Sasa ilikuwa ili haitaki sasa akampaka pilipili, kwa hiyo akilamba analia sana, akaamua e, kumfunga plaster katika kidole chake. Kufungua plaster akakuta kidole kimevimba, na hapo ndipo sekeseke lilipoanza. Mtoto huyo mpaka sasa hivi ni kwamba kucha imeng'oka, kidole kimevimba, kimekuwa kimevimba, kime mno yani mwanadada Mwana Muna Love alivyoamua kuweka hizi habari mtandaoni taratibu, kupitia page moja baada ya nyingine. Unaona bwana, Muna, mtoto wake eh, anafahamika kwa jina la anaitwa testimony, yani kama vile kwa Kiswahili tunaita ushuhuda. Muna aliposti kwa mara ya kwanza akaandika akaandika kwamba nilipoona video ya mtoto anayenyonya vidole mdomo wake ulivyokuwa, nikasema kwamba sikubali mwanangu Testimony awe hivi. Hii kipindi nilijaribu pilipili, kipindi hiki nilijaribu pilipili, wapi, nikaona ni mfunge plasta, nikaona kwamba ana, nikaona anaenda poa kabisa, anakula, ana, ana, ana anakula mara usiku, ana anateseka, analia sana ona, au mchana nampa dawa, nampa na dawa zimtoe. Nyie sina hamu kilichotokea. Nawaomba wazazi, kama mtoto wako ananyonya vidole mwache tu, usimfanye chochote. Ikitokea akaacha, shukuru tu Mungu, kama hajaacha, shukuru tu. Mimi nimemsababishia tatizo nimemsababishia tatizo nimemsababishia t tatizo yani, t hiyo ni testimoni tatizo. Naumia sana na nilijua kabisa namuokoa mwanangu asiwe na mdomo wa ajabu. E, Yesu nisamee naendelea samehe, naendelea meona. Kwa hiyo ndiyo, eh, update ya kwanza kabisa kutoka kwa mwana mama, Muna meona bwana. Lakini baada ya hapo akaja akasema bwana mwenyewe nikasema ni mwenyewe nikasema kwamba naona Eh, naona nafanikiwa eh, nachukua video, ntawaambia na wenzangu pia. Akilia mtoto, mpe dawa, mpe mpe dawa mpe tu dawa, maana mimi testimoni alikuwa akilia eh, namfugu, namfungua, ila nikasema kwamba safari hii nakaza moyo we, kuna muda atacheza eh, kuna muda atacheza ali anakula, so usiwaze. Kumbe ningejua kile kilio, nilikuwa nilikuwa najikaza, ningemvua tu ile plasta, umeona, lakini kuto kujua ndo kumesababisha haya yote. Nikamuumiza vidole, nikamuuliza, nikamuumiza kidole mwanangu, yani kila siku namuomba nisamehe. Alikuwa akilia ana, na analia sana. Na mimi nilikuwa si, si, si, sijali sana kwa sababu nilijua kwamba atakuwa sawa. Sasa, baada ya siku tatu nikasema ngoja nimtoe plasta niweke nyingine, kumfungua testimoni plasta ile, naona ile kidole. Nikishafungua ile plasta, nakiona kile kidole kiko hivi, mwana akaonyesha kwamba kidole kilikuwa tayari kina malengelenge, tena hilo lengelenge ni kubwa kweli kweli. Umeona? Kwa hiyo hapo ndipo alivyoanza kulia Nilitoka spidi kwa anti yangu kumuonyesha, akasema kwamba usimfunge tena mwache. Nilipomwacha ti si, akawa ana anaangalia katuni aka, a, a, a, a, akawa anaangalia katuni, akakumbuka kunyonya kidole, akaanza kunyonya, si akatoboa, hiyo damu ikaanza kutoka, akaanza kulia huku akinyonya hicho kidole, ikabidi nimkimbize hospitali. Jamani, Muacheni mtoto anyonye kidole, usimfanye kitu. Naendelea. So Muna ameamua kutoa hiyo elimu kwa mama wenzie, kwa sababu mwanae alivyokuwa ananyonya kidole, yeye akajaribu kumpaka pilipili, lakini akaona analia sana usiku. Kwa hiyo akabidi amfunge plasta, plasta usiku anakuja kuitoa, maana alikuwa analia, lakini akasema a, siwezi kumfungulia kwa sababu itakuwa ndo mchezo kwamba nikimfunga plasta kwenye vidole analia, namfungulia. Kwa hiyo akajikausha. Alipojikausha siku anakuja kuitoa ili plasta afunge nyingine, ndo akakuta kidole kina malengelenge. Kwa hiyo alipokitoa, akaenda kwa shangazi yake, akamwambia ukija usimfunge tena plasta, muache hivyo hivyo. Kwa alivorudi nyumbani, wakati anaangalia TV mtoto, ndipo huyo mtoto wake akaanza kunyonya tena kile kile kidole ambacho kilikuwa kina malengelenge, ndo kikapasuka. Kwa hiyo ikabidi ampeleke hospitali. Umeona? Akaendelea sasa, kilichoendelea baada ya hapo, akasema kwamba kikawa hivi, tulipofika hospitali Testimoni akahudumiwa, tukaambiwa kwamba tusubiri simu ifa, tusubiri simu afanyiwe sajari. E, nilirudi nilirudi home, huku nalia na kujuta na kumuomba msamaha Testimoni, yani mwanaye sasa. Tukiwa tunasubiri kupigiwa simu, siku ya nne, tumelala nasikia e, nasikia hatufu nasikia harufu ya kitu kinanuka, nikahisi labda ni ule nikahisi labda ni ule mkono, nikasema kwamba siwezi nimfungue, nimfungue, siwezi nimfungue ile kitu kama soksi mm, nichane ni, niache bandeji nifungue ile kitu kama soksi, niache bandeji. Saa kumi usiku Testimoni sijui imekuwaje amewezaje amefungua. Eh, amefungua na akajiumiza. Alikuwa ana, anajiminya kidole kinatoka damu, mimi nimesinzia usoni na, na, na usoni ana midamu zimemchuruzikia, yaani nguo zote zina damu mpaka mashuka mpaka mdomoni. Hakuna siku siku niliumia kama ile siku. namwangalia mkono, vidole vingine navyo pia vimebadilika rangi kama vinataka kuwa vyeusi, ikabidi tumkimbize hospitali. Nikasema kwamba sitajificha jif, sita ntawapa hii elimu. Kama una plani yoyote ile kwa mtoto wako kumwachisha kunyonya kidole, acha, unaweza sababisha matatizo makubwa kwa mtoto. Inawezekana kuwa wengine kama mimi walijaribu kupata shida, walijaribu kupata shida, mimi na kuomba mwache tu anyonye kidole, hata mdomo ukifika wapi mwache tu basi, maana steji niliyopitia mimi nimekoma. Unaona, huyo ni Muna ameandika hivyo kuhusiana na mbanga ambazo mwanae anazipitia, so akaendelea hapa kusema kwamba Uone hata afanye nini, mtoto ni mtoto tu. Testimoni, yani hilo jina la mwanae. Akasema kwamba alijif, alifungua tena akawa ananyonya huku analia, hali ya kidole ikabadilika na vidole vikabadilika. Yani kuna muda, yani kuna muda anasema una, kuna muda unasema Mungu si, ungenio, si, ungenionyesha, eh, si ungenionyesha kunyonya atajiumiza wahi eh, wahi aelewi sunge, Mungu sunge muonyesha kwamba kunyonya kidole hii kunyonya kidole angejiumiza wahi aelewi hii kitu, isikie tu, maumivu ni nilionayo moyoni sasa hivi. O, kuna muda maumivu ninayoyapitia yani siwezi hata kueleza. Yani nikiangalia hizi video nalia, nasema Mungu nisamehe, mudi sina, yani niweke picha inayofuata ni, eh, inaishiwa hata nguvu, ngoja nipumzike kwanza. Eh, maana hizo video za muda, kuna hizi za sasa hivi. Nyie wazazi, naomba acheni tu watoto wanyonye vidole, usijaribu chochote cha kumkatisha. Muache jamani, muache. Umeona huyu Muna amerudia tena kwa mara nyingine, umeona bwana. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kuhusiana na hali ya mtoto wake ambaye anafahamika kwa jina hilo la Testimony. So ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuekie maoni yako eh, kuhusiana na hili. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.